Tumekuja kupongeza, tumekuja kushukuru kwa kazi kubwa ambayo umefanya. Ni sema hata kule nyumbani kanisani, mama, medietu, kwa mama au shemeji yetu, sio tu kwamba umepata mme dola, lakini umepata kamanda nyumbani kwako. Yuko sawa sawa sana yes. Na sisi tutakuunga mkono pamoja na bahasha ambayo tunaitoa, lakini tuna zawadi nyingine ambayo ni hii hapa. Zawadi ya kwanza ni bendera ya chama kwa wow. Zawadi ya pili ni katiba ya CHADEMA ambayo mume wako atakuwa na kuelekeza kila usiku usiku na kila siku wow. Niombe kiongozi mmoja mwenyekiti wa wilaya ukabidhi katiba ya chama yes, kule. Okay, kwa uh, uh, kamanda KK na yeah, yeye yeah, atakupatia mama. Tunajua yeye ni anazo kwa sababu ndo akatufundisha na siasa. CHADEMA. Wow. Na niombe mama Mkarakala, utukabidhie bendera pia ambaye y akaitumia kama kilemba ili kuitangaza CHADEMA ienda kwa mama yetu, wakati tunasherekea sherehe hii. Kauli mbiu ya CHADEMA ni no reform no reform. Asante sana.